Ndugu waandishi wa habari, kwanza niwakaribisha katika ofisi ya meya wa jiji la Arusha. Na kama mnavyojua, leo asubuhi Mheshimiwa Riziki Shemdoe, waziri ofisi ya waziri uh, wa mkuu TAMISEMI, alikuwa kwenye jiji letu na alifanya ziara yakile kimkakati kwenye miradi pia ya kimkakati, na tulianza na mradi wa stendi ya bondeni ambayo iko kata ya Ola City, ambako mheshimiwa waziri alikagua ule mradi ambao uko asilimia arobaini, lakini tulivotoka pale tukaenda kwenye uwanja wa michezo wa jiji la Arusha almaarufu Arusha City Sports Complex, ambako kule nako alifanya ukaguzi wa mradi unavyoendelea, lakini tukatoka pale tukaenda soko la Kilombero. Soko la Kirumbero ndio ilikuwa ratiba yake ya mwisho katika ziara ile ambayo alitembelea jiji la Arusha. Mheshimiwa Waziri ameridhishwa na maendeleo ya mradi katika maeneo yafuatayo kwenye soko la, la Kilombero ambako mradi uko zaidi ya asilimia 40. Mheshimiwa mheshimiwa Waziri ameridhika ame, ame. Lakini kwenye stendi ya Bondeni pia ambako tuko asilimia 40, naye pia ametupongeza. Lakini kwenye uwanja wa michezo wa jiji la Arusha ambako kulikuwa na changamoto za hapa na pale ametoa msisitizo. Lakini katika msisitizo aliyotoa jambo la kwanza alisema hakutakuwa na nyongeza ya muda pale mradi unapokamilika. Kwa mfano mradi wa package ya stendi ya Bondeni ambayo iko sambamba na soko la Kilombero na soko la kwa Mrombo pamoja na eneo la mapumziko, mradi ule unatakiwa ukamilike mwezi wa tano tarehe 26 mwaka 2026. Amesema hakutakuwa na nyongeza ya mradi na si, tumepokea yale maelekezo, tutasimama na watu wanaoendesha wa, wa, mradi, tutahakikisha kwa mradi utakamilika kwa wakati, na hali kadhalika kwenye uwanja wa michezo wa jiji la Arusha Naye ametoa statement hiyo hiyo kwamba hakutakuwa na nyongeza ya mradi. Mradi ule ndio unaotegemea kuisha mwezi wa kumi mwaka wa 2026 na sisi kama jiji la Arusha tumepokea maelekezo ya Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo alipokea pia maelekezo yale Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha Mheshimiwa Amos Makala. Lakini kwa namna kipeke ya kipekee, mimi nimshukuru Waziri kwa sababu ametutia moyo pamoja na kutu, kutupa changamoto ya kumaliza mradi kwa muda, lakini ametupa moyo, lakini pia amemsemea vizuri sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na mbunge wa jimbo la Arusha Mjini, Mheshimiwa Paul Makonda, kwa namna ambavyo alitia msisitizo mkubwa sana kwenye miradi hii, na mimi naamini uh, ziara ya Waziri pia ina, ina mkono mkubwa sana wa Mheshimiwa Mbunge, kwa sababu mbunge ni mtu ambaye anataka kuona matokeo chanya, na niliongea naye jana usiku, naye akisisitiza kwamba miradi ile ikamilike kwa wakati. Kwa hiyo mimi niwahakishie haswa kwenye uwanja wa michezo wa jiji la Arusha ambako tunategemea utatumika kama uwanja wa mazoezi wakati wa Kombe la Mataifa ya Afrika yatakayofanyika mwaka 2027 Jiji tutajitahidi, lakini kama mnavyojua, Arusha tuna aina nne ya utalii. Utalii mojawapo ni utalii wa kimichezo na ndio huz... maana tumejenga uwanja ule wa jiji la Arusha kwa ajili ya e shughuli za kimichezo. Kwa hiyo, waandishi wa habari, mimi niseme ziara ya mheshimiwa waziri ilikuwa ya mafanikio makubwa sana, na binafsi nimshukuru sana Mheshimiwa Riziki Shemdoe Profesa kwa ziara yake ile nzuri, na ameahidi atakuja Arusha na sisi tunamkaribisha. Asanteni sana.